Mameya kadhaa wa eneo la Los Angeles wameungana pamoja kutaka utawala wa Trump kusimamisha uvamizi dhidi ya wa wahamiaji ambao umeleta wasiwasi mkubwa na kuchochea maandamano kote nchini Marekani. Mameya hao wakiwa na wajumbe wa baraza ya miji walimtaka Trump hapo jana aache kutumia wanajeshi pamoja na mawakala wa uhamiaji kwenye uvamizi wake kwa wahamiaji. Meya wa Los Angeles, Karen Bass, alisema uvamizi huo umezusha fadhaa kubwa ili tu kuiridhisha ikulu ya White House. Naibu meya wa Paramount, Brenda Olmos, ambaye mwenyewe alipiwa wa risasi ya mpira aliwaambia waandishi wa habari, na hapa namnukuu, na kuomba rais Trump, na tafadhali nisikilize, wacha kabisa kuwatisha wakazi wetu. Unapaswa kuachana na uvamizi huu. Mwisho wa kumnukuu. Sehemu ya mitaa ya mji huo ilianza utekelezaji wa amri ya kutotoka nje usiku wa Jumanne, lakini eneo linalohusika lina ukubwa wa maili moja tu ya mraba, ili hali mji wenyewe mzima una maili mia tano za mraba. Kiasi cha wanajeshi mia tano waliotumwa kwenye maandamano ya Los Angeles wamepewa mafunzo ya wa kuwasindikiza maafisa wa wahamiaji kwenye operesheni ya kuwakamata wale Trump wanaowaita wahamiaji haramu watu waliokamatwa kwenye msako huo wa nchi nzima wakiwemo waomba hifadhi watu waliokaa muda mrefu zaidi ya vibali vyao na wahamiaji hao wanaoitwa haramu wanangojea wa uamuzi wa mahakama huku wakishikiliwa kwenye jela zilizosambaa kote nchini marekani kwa mujibu wa kamanda wa operesheni hiyo meja jenerali scott sherman kwa sasa maandamano yamepungua katika maeneo kadhaa ya los angeles lakini hana uhakika ikiwa wanajeshi wake watasimamisha shughuli walioletewa hapo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 tsed at gmail com Topone College of Health and Allied Science we are the way to your success